Hello guys, karibu tena kwenye YouTube channel yangu na leo naenda kuwaletea video nyingine. Video yetu ya leo tunaenda kujifunza mahitaji muhimu kwa ajili ya kutengeneza keki ya strawberry. Makini kanami mwanzo mpaka mwisho, usahau kusubscribe. Strawberry cake ama keki ambayo imetengenezwa na strawberry ni keki ambayo ina imetengenezwa na tunda la strawberry. Kama tunavyojua, keki keki zipo za aina nyingi nyingi, kwa hiyo strawberry ni mojawapo, na hii keki haina hata mambo mengi, haina vitu vingi, yaani usije kaja ukashangaa ukasema nini, kwamba itakuwaje? Sina strawberry, sina nini, usishangae. Hii keki ni rahisi sana na makini kana mwanzo mpaka mwisho, nikuelezee kila kitu. Kama nilivyosema, keki ya strawberry inatengenezwa na strawberry na sio na lazima, uwe na strawberry, kwa hiyo kitu cha kwanza kwenye keki ya strawberry unaweza ukakatakata strawberry zako chache, yani akisha ziwe chache, unaweza yani hizo strawberry zikikatakata chache, unaweza ukazinyunyuzia kwenye keki wakati wa kutengeneza, yani wa yani wakati wa kubeki, ile process ya mwisho ya kuweka vikorombozo, ndio unaweza kazi kaziweka hizo strawberry zako, lakini sio sio muhimu sana kuweka strawberry zenyewe kwa sababu strawberry ni ngumu sana kupatikana. Kwa kama hauna basi, kuna kitu kingine ambacho tunaweka tunaweka ladha hapo, nimewekea ladha ile. Hii ladha najua naitumia kila sehemu, ninakuonyesha tu mfano, lakini zipo hizi za strawberry za kila aina. Kwa hiyo utaweka ladha ya strawberry badala, kama hauna hizo strawberry zenyewe. Na hata kama unazo strawberry zenyewe na ladha nayo, tia uta, utaitia. Nadhani hapo nimeeleweka. Na zile strawberry zenyewe ukiwa nazo yani, inakuwa inaleta ladha fulani, na hauweki nyingi, kwa sababu strawberry ina asili ya majimaji kwa hiyo ukiweka nyingi keki yako itakuwa na mimaji na inaweza siive vizuri. Kwa hiyo tunaweka kidogo tu, yani vipande vidogo sana. Kitu kingine cha muhimu kwenye keki ya strawberry ni sukari, na sukari ni muhimu kwa kila keki, kama ninavyowaambiaga kwamba sukari ya brown sio mbaya, ila haitaleta ladha nzuri kama ukiweka kwenye sukari nyeupe. Kwa hiyo kama unataka keki yako iwe tamu, basi tumia sukari nyeupe, na sukari nyeupe zinapatikana madukani. Najua unaweza sipatikane mtaani lakini maduka kama ya makubwa makubwa huko Kariakoo kwa watu wanaoishi Dar es Salaam sukari nyeupe inapatikana. Kwa sukari nyeupe ni kitu cha muhimu sana kuwa nacho. Kitu kingine cha muhimu ni mayai. Mayai kama anavyoelezeaga, mayai ni muhimu sana sana sana kwenye keki yoyote. Mayai ni muhimu, japokuwa kuna keki ambazo haziwekwi mayai, lakini mayai ni muhimu sana. Kwa hiyo mayai unaweza kutumia kienyeji ama ya kizungu, ni wewe tu, ila sishauri watu kutumia mayai tofauti na ya kuku. Yaani mayai ya kuku hayana shumbo sana. Haya mayai mengine, si ya bata, si ya nani, yanakuaga na shumbo. Kwaho mimi nashauri sana tumia mayai ya kuku. Kitu kingine ni unga. Unga una cheza nafasi kubwa sana kwenye keki kuwa nzuri. Na kama kawaida, nilikuwa nishaelezea kwenye hizo video zingine, lakini kama wewe ni mara yako ya kwanza kuangalia video hii, basi unga ambao unahitajika hapa ni wa PPF. Unga wa PPF ndo mzuri kwenye kutengenezea keki, keki sana sana, keki yetu ya strawberry. Kwa hiyo watu wengine wanaweza kusema, naweza ngatumia unga wa kawaida ule wa ngano unaouzwa madukani. Sikushauri kwa sababu keki haitakuwa nzuri. Keki nzuri inatengenezwa na unga wa PPF. Unga umetengenezwa kwa ajili ya kutengeneza vitafunio nini na keki ikiwemo, kwa hiyo yani ni unga ambao uko special kwa ajili ya keki. Kwa hiyo mimi nashauri watu, watu, watumie unga kuliko kutumia ule unga madukani. Kitu kingine ni baking powder. Baking powder ni muhimu sana ku, kuwa nayo kwenye keki yetu ya strawberry, sababu baking powder ndio itasaidia, ndio inaleta chemical reaction kwenye keki Samani, nimeongea Kiingereza, lakini naita chemical reaction kwamba keki itapanda juu, keki itaumuka, ni baking powder. Kwa usipoweka baking powder keki yani, yako ita, yani sijui itakuwaaje haitakuwa nzuri, kwa mimi nashauri sana weka okay, ni baking powder, na ile baking powder inaweka kwa kiasi, kwa kukadiri, yani bila kukadiria, unaweka kwa kipimo halisi, kama ule ambaye wake baking powder gramu tano, basi weka gramu tano. Kama ni gramu kumi weka gramu kumi, usiongeze wala usipunguze, kwa sababu ukiongeza na kupunguza utatoa kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo nashauri sana mtumie baking powder. Kitu kingine kwenye keki yetu ya strawberry ni maziwa ya unga. Najua utaweza kusema labda mbona kila keki tunaweka maziwa ya unga? Jamani, maziwa ya unga nafanya keki inakuwa laini, na sio lazima uweke maziwa ya unga. Kama hauna sio mbaya, lakini mazoa unga kufanya keki iwe laini na tunaweka kama kijiko kimoja tu cha chai, kiwe kidogo kile tunaweka kimoja kijae tu tunakiweka kimoja, kwa msiweke mengi, yaani ukiweka mengi inapoharibu keki itakuwa laini sana. Kwa hiyo tunaweka kidogo mazoa unga. Kwa hiyo keki yetu ya strawberry pia tunawekea mazoa unga kwa sababu tunataka ladha, just imagine kuna ladha ya strawberry, kuna ladha ya mazoa, yani keki inakuwa tamu. Kitu kingine ambacho tunaconsider sana ni Prestige. Prestige ni kitu cha muhimu sana kwenye keki yetu ya strawberry yani, niseme ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu amnaga mbadala wa hii Prestige, na napenda sana kushauri mtumie Prestige, msitumie ndio, mnaweza kutumia blue band kama una Prestige, lakini kama Prestige ipo basi nunua Prestige, kwa sababu Prestige kwanza ina ladha ile ya vanilla, kwa vanilla kuchanganya na strawberry, yani keki inakuwa tamu sana menyee ni ya muhimu sana jamani, kuwa nayo. Kitu kingine cha muhimu cha kuweka kwenye keki yetu ya strawberry ni maziwa ya mtindi, maziwa ya mtindi ama buttermilk, kwa Kiingereza inaitwa buttermilk. Na hii haya maziwa, kama hauna maziwa ya mtindi unaweza ukachukua maziwa fresh kidogo, ukachukua nusu kifuniko cha vinegar, ukachanganya, ukasubiri kama dakika kumi mpaka kumi na tano yatajibadilisha na kuwa mtindi. Kama hauna na kama hauna kabisa maziwa, unaweza kutumia pia yogurt, lakini hivyo vyote tunaweza tukatumia kama vijiko viwili vya chakula, kwa usitumie mengi. Maziwa hatuweki mengi, yani keki itaji maji maji mengi ukiweka. Okay, maji mengi unaharibu kwa hiyo. Kama uja, umekosa maziwa, unaweza kutumia yogurt. Yogurt ni kama hiyo, inakuwa nzito, kwa hiyo unaweza kutumia kama vijiko viwili tu vya yogurt basi. Kitu kingine cha muhimu ambacho ndo naelekea mwishoni ni mazabibu yaliyokaushwa, zabibu kavu. Hizi zabibu zipo za rangi tofauti tofauti, ni wewe tu. Kuna hiyo rangi ya brown inayoanza, hiyo rangi ya pili ya goldi fulani hivi, hiyo ya tatu nyeusi, hiyo nyingine ni goldi goldi iliyokolea kwa hiyo zabibu hapo, utachagua zabibu gani ambayo unaona ni nzuri, lakini zote ni nzuri kusema kweli, na ladha zake hazitofautiani. Kwa hiyo ni wewe tu. Kwa hiyo keki yako strawberry, ukitaka kuiongezea manjonjo, unaweza kaweka zabibu, lakini sio lazima, ni wewe tu, kwamba hey, unaona kwa keki keki yangu ikose zabibu, unaweza kaweka punje tano, sita, saba, mpaka kumi. Hauweki nyingi sana, unaweka vipunje tu kumi, kumi. Yani kama inategemea ya kile unavyopenda lakini zabibu inaongeza ladha. Kitu kingine ni mapapai yaliokaushwa au mapapai, unaweza ukaweka, yanauzwa madukani tayari, yashatengeneza sio kwamba unatengeneza wewe mwenyewe, yanauzwa madukani na wenyewe unaweza ukaweka oka, oka, vipunje kama vitano sita, saba, nane mpaka kumi, unaweza ukaweka na venyewe, vinakuaga vizuri, kusema za ukweli, vinakuaga vitamu ukiweka kwenye keki kwao, yani zinakuwa katikati ya keki kwao. okay, ukiwa unakula keki unashangaa unakula kwa, eh, kwa, kwa, kwa dukani, au, hii au, na hicho kidude, kwa hiyo inakuaga kwa au kwa jina lingine, yani keki yako inaonekana ya utofauti, especially kama unafanya biashara Unaonekana una keki ya utofauti. Na mpaka kufikia hapo, tumefikia mwisho wa sesheni yetu ya jinsi ya kutengeneza au kujua vitu ambavyo vinahitajika kwenye keki yetu ya strawberry, na imani umejifunza vitu vingi na umeenjoy, na kama una swali lolote unaweza ukauliza hapo chini, unaweza ka comment. Kama una maoni unapendekezo, unaweza ka comment hapo chini pia usisahau kushare hii video kwa marafiki zako au watu wengine. Usisahau kulike hii video na usisahau kusubscribe jamani, msisahau kusubscribe. Subscribe ndio kila kitu jamani. Mpaka kufikia hapo, tumefikia mwisho. Niwatakia siku njema.